ya moto moshi wa usumbui, katikati ya moto wanafanya sherehe na Mungu, akahakikisha na Bukadreza anaona. Si unafahamu moto, huwezi kuona ndani, lazima walimtengenezea runinga. Hebu tazama huko ndani uone kitu kile chako, alafu akawatazama, akasema njoo huku. Wakatoka kama vile wanatembea, wakati walisukumiwa zwa ndani. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kwa sababu inawezekana katika safari hii ya wokovu umechoka. Inawezekana katika safari ya utumishi umechoka. Lakini niko hapo kwa ajili ya kukuambia ya kwamba bali wale wa wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Hallelujah. Niko hapa kwa ajili ya kukuambia ya kwamba haijalishi umechoka kiasi gani. Yuko Bwana ambaye atakushika mkono na kukusogeza mbele. Haleluya, haleluya. Inawezekana unaona safari yako ya jaribu unalopitia limekuwa ngumu sana, unataka kukata tamaa, umekaa chini, hujajua ya kwamba Yesu yuko hapo akikusubiri tu, ya kwamba Bwana, niko tayari nishike mkono, ili akikushika mkono uweze kunyenyuka, na utashangaa kufikia tu kwenye kona namna hii umeshafika sehemu yako. Haleluya, haleluya. Ndio maana lazima ujue neno la Bwana linasema nini juu ya hali ulionayo. Kulikuwa na mwogeleaji mmoja kule Marekani ambaye walikuwa nakimbia kuogelea kwa mwogeleaji mzuri sana lakini, wakati ule wanaogelea na mashindano yale, kulikuwa na ukungu mkubwa sana, kiasi ambacho huwezi kuona kisiwa na nchi kavu, na kulikuwa na meli zilizokuwa zinafuata kwa ajili ya kusukuma na kuondoa samaki wabaya. Yule dada akafika mahali akasema, nitoeni kwenye maji. Wakamwambia inawezekana, hauko mbali. Sema nitoeni kwenye maji, nimechoka, nitoeni kwenye maji. Wakamtoa kwenye maji, alafu wakaenda na boti sehemu kidogo tu, kumbe alibakiza sehemu kidogo tu. Wakafika mashindano yale, wakaaleta wakati wa kiangazi, akaogerea safari hii, akashinda. Waandishi wa habari wakaenda, tuambie, kwa nini wakati ule ulishindwa na wakati umeshinda? Akasema, wakati ule nilikuwa sioni mahali ninakoenda hii nilikuwa naona mahali nakwenda. Ndio maana kama huna neno huwezi kujua mahali nakwenda, huwezi kuona mahali ambako Mungu anataka ufike. Neno ndilo linalokusaidia kujua Mungu amekuwekea jibu gani kwenye tatizo lilonalo. Biblia inasema Ibrahimu hakusita kwa kuto kuamini, lakini akiiona ahadi ya Bwana alitiwa nguvu ndani yake, akasonga mbele na kuendelea kumsubiri Bwana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Usiingie kwenye tabia ya kuchoka na kuanza kunung'unika, maana watu wengi sana wanamnung'unikia Mungu na wako kwenye adhabu wakifikiri ni Shetani, kumbe ni adhabu ambayo wanatakiwa waitubie. Maana kama umekuwa ukiomba kwa Mungu na hujajibiwa, na ndani yako umeingia manung'uniko, au unawanung'unikia watumishi, au saa ingine ulikuwa unawapa sadaka, unasema unajua, hata sadaka nimetoa nyingi sana, mi nashangaa kwa nini Mungu wake hajajibu. Sikiliza, hujajua kitu unachovuna, unahitaji kutengeneza na Bwana, maana sasa Mungu hatakaa upande wako, lakini ataanza kukushughulikia mpaka mahusiano yako yarudi. Usifike mahali ukakata tamaa, kama wana wa Israeli walipomwambia Haruni, hebu tutengenezee hapa ndama na mungu mwingine kwa sababu huyu Musa aliyetutoa kule hatujui kilichompata, tunataka msaada wa mungu mwingine, na wakatengenezewa ndama nyingine. Haijalishi Mungu amechelewa kiasi gani, haijalishi watumishi wa Mungu hawakutembelei nyumbani kwako, haijalishi hakuna mzee wa kanisa aliyekuja nyumbani kwako. Usije ukakimbia kanisa kwa sababu tu unaona mimi hawanitembelei tembelei kwa hiyo sina faida kanisani kwao, unaenda kwenye kanisa lingine, ukifikiri utapata msaada huko, unakuta mambo ni yale yale, mambo yamekuwa mengi, hawajapata nafasi ya kukutembelea. Unaenda kanisa lingine, unakuta tatizo hilo hilo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unatafuta msaada wa wanadamu. Sikiliza, kama Musa wako haonekane, usimkimbilie Haruni ambaye anakupeleka kwenye ndama. Rudi kwa Mungu liye hai! Haleluya, haleluya Mungu aliye hai na kumwambia Mungu, Musa simwoni, Haruni naye amepiga stop. Ninahitaji msaada wako hapa nilipo. Uso wako usiponichukua siwezi kwenda hii safari. Naomba unichukue mahali ulipo, kama utamrudisha Musa mwenyewe au utamshikia Haruni au utamleta mtu mwingine, lakini miungu mingine sinichukue hapa mahali nilipo, na kutaka wewe Mungu uliyekufa pale msalabani kwa ajili yangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory oh, glory to God, glory to God. God, naona mtu machozi ya kitoka. Yes, ya kitoka, hmm. ndani yako ulishafikia, nimeshapita mahali pagumu, basi tena wokovu, basi uutumishi, basi basi, maamuzi umefikia ndani. Nimekusemesha haya maneno katika Roho Mtakatifu Ghafla machozi yametaramka. Kwa nini? Roho Mtakatifu anakuambia usichoke, ndiko kwa ajili yako kutia nguvu. Nami nataka niombe kwa ajili yako chini ya leo. Kama uko hapo unanisikiliza, umechoka na safari ya wokovu, umechoka na kuishi kama Mkristo, matatizo yamekusonga, tabia zako zimebadilika, kwa sababu unaona Mungu wa wazazi wako hakusaidii. Nataka niombe kwa ajili yako Yesu akutie nguvu kwa upya. Hakuna kitu kibaya kwa askari kwenda vitani na kumwacha askari mwenzao aliyejeruhiwa. Katika sheria za jeshi, huachi maiti ya mwenzako aliyekufa, wala huachi askari mwenzako aliyejeruhiwa, na wala humuulizi umejeruhiwaje. Unambeba kwanza, ukutengeneza kwanza.